Kwa sababu kwa kweli kwa tunapata tabu sana, ilikuwa tunafanya kazi zetu katika majumba yetu. Kwa kweli ilikuwa hata yale mambo ya majumbani wanayagundua wa, wananchi wetu. Wakizungumza baada ya kukabidhiwa funguo za ofisi hizo, wamesema kwa sasa wameondokana na tatizo la kufanya kazi katika nyumba zao na kusababisha usumbufu, na wanaimani ofisi hizo zitawaletea ufanisi mzuri wa utekelezaji wa majukumu yao. Kwa hiyo sasa tutakuwa tuna ofisi maalum ambayo tutatoa huduma nyumbani, sio tofauti na nyumbani na zamani. Kwa hiyo tumefurahia hili jambo, tutafanya kazi zetu vizuri ndani ya ofisi na kupanga nyaraka zetu vizuri kwa mpangilio maalumu, pamoja na kufanya kazi zetu vizuri, kuepuka kufanya kazi ndani ya majumba yetu. Kwa kweli, leo masheha tumefurahi kwa kiasi kikubwa, kwa sababu kilichofanyika na serikali, tumshukuru Shia, sana Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, kwa maono yako haya kwa sababu shehia zetu sasa hivi zitafanya kazi kwa uadilifu na utendaji mzuri, na wananchi wanazidi kwa, watazidi kuwa pamoja na serikali yao pamoja na, na masheha wao. Kwa hiyo ofisi hizi zitatatua matatizo mengi hata majumbani kwa masheha, kutakuwa sasa hivi kutakuwa na swala la usalama na Shughuli na kumbukumbu -kumbu za serikali zitakuwa zimefika pahala pa kuhifadhiwa yeah, na kuhifadhika yeah, yeah, kwa usalama na amani. Kwa kweli mimi nimeshafanya kazi kwa miaka yeah, saba yeah, katika nyumba yangu pale, lakini hali halisi mmeiona ya kufanya kazi katika nyumba zetu, mambo mengi siri hamna, mikutano haifanyiki Tidanzini. vizuri. Kwa hivyo nashukuru sana, napongeza sana suala zima hili la kukabidhiwa masheha ofisi kwa ajili ya utendaji wa kazi. Nao baadhi ya wananchi wamepongeza hatua wa ya serikali ya kuwasogezea huduma hiyo karibu na makazi yao, hali ambayo itaondoshea usumbufu wa kufata huduma hiyo katika maeneo mbalimbali. Sisi tunashukuru sana kujengewa ofisi hii, maana tulikuwa tunapata tabu. Pamoja na sheha wetu tunaweza tukamfata kwake tusimpate. Kwa hilo si tunashukuru sana sihaba. Alhamdulilahi, tunamshukuru sihaba sheha wetu kwa kujengewa nini ofisi ya sheha kwa karibu. Tunawashukuru wakubwa wote waliojumuika, wakandarasi, kila watu, tunawashukuru sihaba. Tunawaomba wazidi kutuona, kututizama na kutushughulikia vizuri, tunawashukuru sihaba. Jumla ya ofisi 64 zimekabidhiwa kwa masheha wa Unguja na Pemba kwa awamu ya kwanza. Nikiripoti mimi ni Usimusa.